Samba Mapangala ni mmoja wa wanamuziki mashuhuri wa muziki wa dansi kutoka Afrika ya Kati ambaye alijipatia umaarufu mkubwa hasa katika ukanda wa Afrika Mashariki hususan Kenya na Tanzania kuanzia miaka ya mwaka 1980. Alifahamika kwa sauti yake laini, nyimbo zenye ujumbe wa kijamii na mapenzi pamoja na mtindo wa dansi wenye mdundo wa sukusa na rumba. Samba Mapangala alizaliwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati huo ikijulikana kama Zaire. Alianza kuvutiwa na muziki akiwa mdogo, akisikiliza wanamuziki wa Kongo kama Franco Luambo Makiadi na Tabrei pamoja na Nico miaka ya mwaka elfu moja mia tisa na sabini Samba Mapangala alianza rasmi taaluma yake ya muziki huko Kinshasa kama mwimbaji wa bendi ndogondogo kabla ya kuhamia katika jiji la Kampala Uganda kutafuta fursa zaidi. Baada ya muda mfupi pale Uganda, Samba Mapangala alihamia Kenya mwishoni mwa miaka ya mwaka elfu moja mia tisa na sabini. Hapo ndipo alipoanza kujulikana zaidi kwa kuanzisha bendi yake maarufu iitwayo Orchestra Virunga, iliyochukua jina la mlima Virunga, eneo maarufu lililoko kati ya Kongo na Rwanda na Uganda. Bendi hii ilichanganya mitindo ya sukusa na rumba ya Kongo na ladha ya muziki wa Afrika Mashariki, jambo lililofanya wapendwa sana katika Kenya, Tanzania na nchi jirani. Okestra Virunga ilitoa nyimbo kadhaa zilizotikisa Afrika Mashariki, zikiwemo Marako Manguta, Vunja Mifupa, Virunga na Vungura na mamarea na ujumbe. Nyimbo zake zilikuwa na midundo ya kusisimua na ujumbe wa kijamii: amani, mapenzi na maisha ya kila siku ya watu wa kawaida. Samba Mapangala anahesabiwa kuwa mmoja wa wanamuziki walioweka misingi ya muziki wa dansi wa Afrika Mashariki wa kisasa. Sauti yake tulivu maneno yenye busara na uwezo wa kuongoza jukwaa vilimfanya awe kipenzi cha mashabiki. Wengi humlinganisha na mwanamuziki kama Tabrei, Franco Luambo na Remmy Ongala wa Tanzania. Baada ya mafanikio makubwa Afrika Mashariki, Samba Mapangala alihamia Marekani ambako aliendelea kufanya muziki na kuwakilisha muziki wa Kiafrika kimataifa alishirikiana na wanamuziki mbalimbali mbali wa kimataifa na kushiriki matamasha barani Ulaya na Amerika. Mpaka leo Samba Mapangala anabaki kuwa mmoja wa vinara wa muziki wa dansi wa Afrika Mashariki, na nyimbo zake bado zinapigwa redioni katika Kenya na Tanzania na Kongo. Amechangia kuunganisha tamaduni za muziki kati ya Afrika ya kati na Afrika ya Mashariki. Hivyo, usisahau kusubscribe na kutani on notification. Hii ni 49 Media. Asante sana kwa kunisikiliza.